Tofauti kubwa kati ya watu waliofanikiwa na watu wanaohangaika ni neno moja tu: hapana. Watu wenye mafanikio wanajua kusema hapana kwa kila kitu ambacho hakiongezi thamani kwenye maisha yao. Lakini kwa nini kwako ni ngumu kusema neno hilo? Leo na kufunulia mbinu saba za kisaikolojia za kukataa bila kutoa maelezo ya uongo wala kupoteza marafiki. Bonyeza button ya subscribe ili usipitwe na masomo haya kila wiki, na baki nami na mpaka pointi ya saba, maana hapo ndipo utajua jinsi ya kugeuza hapana yako kuwa heshima kubwa. Mbinu ya kwanza: elewa thamani ya ndio yako, the opportunity cost. Unaposema ndio kwa jambo usilolipenda, unajiwekea gerezani. Ubongo wako unajua unadanganya, hivyo unazalisha homoni za stress Cortisol. Rafiki yako anakuomba uende naye kwenye harusi ya mtu usiyemjua Jumamosi, ambayo ulipanga kufanya kozi ya mtandaoni au kusoma kitabu. Ukikubali, gharama yake sio tu muda wa harusi, gharama yake ni ndoto yako uliyoyahirisha. Ndio yako inapaswa kuwa kama dhahabu. Ukigawa dhahabu mtaani kwa kila mtu thamani yake itashuka. Iweke kwa ajili ya mambo yanayokujenga. Mbinu ya pili, usitoe maelezo mengi, the trap of justification. Kisaikolojia, kutoa maelezo mengi ni ishara ya insecurity, kutojiamini. Unahisi unahitaji ruhusa ya yule mtu ili ukatae. Mtu anakuomba umsubiri amletee mzigo wake ofisini kwako saa 12 jioni, wakati wewe unawahi nyumbani. Ukianza kusema unajua mke wangu apendi nichelewe halafu nina njaa, unampa mwanya wa kusema mkeo atatulia tu, hebu nifanyie hii kitu bwana. Jifunze the power of silence. Sema sitaweza kufanya hivyo leo, kisha nyamaza. Ukimya unamfanya yule mwingine aheshimu msimamo wako. Tatu, mbinu ya kununua muda, the strategic pause. Shinikizo la hapo kwa hapo instant pressure ni adui wa maamuzi sahihi. Watu wanajua ukishitukizwa uoga wa kukataa utafanya ukubali. Uko kazini, mwenzako anakuja na faili lake anakuambia, nisaidie hapa mara moja, nitakie mbali. Badala ya kuacha kazi yako, sema nipe dakika 15 nimalize hiki ninachofanya, nitakupa jibu kama nitapata nafasi. Hii inahamisha nguvu, power dynamics kutoka kwake kwenda kwako wewe ndiye unayeamua muda wa kujibu, sio yeye. Nne, badili hapana kuwa sio sasa. Selective priority. Hii ni mbinu ya diplomasia. Unaonyesha kuwa unathamini ombi lake, lakini unathamini zaidi ratiba yako. Ndugu anataka umfanyie connection ya kazi au biashara, wakati huo huo una mambo mengi Wazo lako ni zuri sana na ningependa kulisikiliza kwa kina, lakini wiki hii akili yangu yote iko kwenye mradi fulani. Tunaweza kuongea jumamosi asubuhi. Matokeo: kama jambo lake halikuwa na msingi, hatarudi. Kama ni la maana, atasubiri. Hii inachuja watu wanaokupotezea muda. Time wasters. Tano. Tambua mitego ya kihisia The guilt trip. Hii ndio pointi nzito zaidi Tanzania. Tunatumia sana upendo, udugu au dini kumlazimisha mtu afanye kitu. Unakumbuka nilivyokusaidia mwaka 2015? Sasa mimi leo na kukopa laki mbili tu unanizungusha. Hii ni kodi ya fadhila. Fadhila sio deni la maisha. Kumsaidia mtu haimaanishi umemnunua awe mtumwa wako usimruhusu mtu atumie vitu alivyokufanyia zamani kama fimbo ya kukuadhibia leo. Sita. mazoezi ya hapana ndogo ndogo. Building the no muscle. Huwezi kunyanyaswa na bosi wako ukasema hapana kama unashindwa kumwambia hapana fundi nguo anayekucheleweshea nguo kila siku. Unapoenda sokoni, muuzaji anakuambia, chukua na haya machungwa ni matamu sana. Kama huyahitaji usiseme sina hela, sema asante, lakini leo sihitaji machungwa. Jifunze kukataa kitu kwa sababu hutaki, sio kwa sababu huwezi. Kuna tofauti kubwa sana hapo. Mbinu ya saba na ya mwisho, tofautisha kati ya ukarimu na unyonge. Kuna tofauti kubwa kati ya kusaidia kwa sababu unataka ukarimu na kusaidia kwa sababu huwezi kukataa, unyonge. Unyonge unazalisha kinyongo, resentment. Ukisaidia huku unanung'unika moyoni, hufanyi wema, unajijengea chuki na yule unayemsaidia. Mfano, mfanyakazi mwenzako anakupa kazi yake kila siku na wewe unakubali huku unamlaani moyoni. Siku utakayoshindwa kumsaidia atakasirika kuliko kama ungemkataa tangu siku ya kwanza. Kusema hapana mapema ni ukarimu, kwa sababu unampa nafasi ya kutafuta suluhisho lingine mapema badala ya kumtegemea mtu anayemsaidia kwa shida. Mwisho wa siku, watu wataendelea kukutumia mpaka pale utakapoweka mpaka. Ukifa leo, dunia haitasimama, watu wataendelea na maisha yao, lakini wewe utakuwa umepoteza maisha yako ukijaribu kuwafurahisha watu ambao hawatafika hata kwenye msiba wako. Amua leo kuwa kipaumbele chako namba moja. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na darasa letu lijalo, na like video hii tafadhali ili iwafikie wengine wenye uhitaji kama wako. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.